Katika utaratibu wetu wa kawaida wa kwahoji e, wakuu wa na waanzilishi wa vyama vya kimila na, na, na jadi lakini ikiwa na malengo makuu ya kuinua maisha ya watu hapa nilipo, basi nazungumza na katibu ambaye katibu huyo yuko mkoa wa Iringa vijijini, anaitwa bwana Adamu Kivenule. Yeye ni katibu wa chama katika mtiririko wetu wa kawaida vyama vya kijadi lakini vyenye maendeleo ya mila na tamaduni, lakini vikiangalia zaidi masuala ya kiuchumi na maendeleo ya jamii. Sasa tunazungumza na katibu bwana Adamu Kivenule akitokea chama kiitwacho KAUKI KAUKI. Tutajaribu kumdadisi na kutueleza kwamba KAUKI imeanzishwa katika hasa inajikita katika masuala yapi lakini na hata KAUKI yenyewe imejikita katika ukoo upi na ina malengo gani, Bwana Adamu Kivenule na. Basi nachukua muda huu kukaribisha kama katibu kutueleza yaliyo ndani hasa. Hebu tuambie, tuanze hasa hii KAUKI ni kitu gani? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. E, kama ulivyokwisha kueleza kifupi, mimi naitwa ni Adamu Kivenule, ni mtoto wa mzee Rufus Kivenule na ni katibu mkuu wa umoja wa ukoo wa Kivenule ambao tokauki E, labda tu kifupi nikitoa historia kidogo kuhusiana na KAUKI. KAUKI ni umoja wa ukoo, ni umoja wa ukoo wa Kivenule. Unajumuisha ukoo wa Kivenule wenyewe, lakini pia na koo mbalimbali ambazo zimeingia ndani ya Kivenule, lakini pia koo zile ambazo Kivenule imeenda kuoa kwao. Kwa ujumla, kwa wake ndio tunaunda umoja wa ukoo wa Kivenule. Nashukuru katika ufupi kidogo, lakini tungependa kujua je, ukoo tu pekee au mnaweza kuruhusu hata jamii nyingine kuwa na nyie katika masuala mengine ya kimaendeleo? Ah, katika hatua za awali mwaka elfu mbili na tano wakati tunaanzisha umoja huu ma-ma- e, tulijiwekea malengo tukasema, lakini pia hatupendi tuwe peke yetu, tunapenda pia koo zingine au jamii zingine ziige zijifunze kutoka kwenye umoja wetu, kwa maana kwa malengo mengine ya kwetu tulikuwa ni jamii zingine kujifunza yale ambayo tunayafanya hawaingii moja kwa moja lakini wanaweza wakajifunza kupitia yale ambayo wanatuona tunayofanya. E, tunaweza tukajua hasa mlianza lini na malengo makuu ya kwanza yalikuwa yalikua? A e, kifupi KAUKI ilianzishwa mwaka elfu mbili tarehe kumi na saba na kumi na nane Disemba ya mwaka elfu mbili na tano, lakini haya mawazo yalikuja mwaka elfu mbili na nne baada ya ndugu wawili e, kutoka ndani ya ukoo wa Kivenule kutambua e, yaani kutambua ufinyu wa mawasiliano na mahusiano na pia kufahamiana miongoni mwa wanandugu. Kwa hiyo baada ya kuona kuna tatizo likubwa hivi, waliefikiria ni namna gani wanaweza wakaunganisha hii jamii ambayo ni kubwa na imetandaa eneo kubwa la Iringa la eneo la Iringa na nje ya mkoa wa Iringa, namna watakavyokuwa kitu kimoja na kuweza kupanga mipango mbalimbali ya maendeleo. Kwa hiyo baada ya hapo mkutano uh, mkuu wa kwanza ulifanyika mwaka w elfu mbili na tano ambao ulifanyika siku mbili, na hivyo kutoa kuandaa dira ya namna kuendesha shughuli mbali mbalimbali za umoja wa ukoo wa Kivenule. Eh, dira yenu ya mwanzo ilijikita katika nini? Adira ya Kauki au umoja kwa wa Kivenule inapenda ina kujenga jamii inayejiamini iliyo wazi na ambayo inaweza kujitegemea kwa kutumia fursa mbalimbali ambazo zinapatikana katika maeneo yanayozunguka jamii hii. twaweza kupima vipi mafanikio? na wewe mnajipimaje katika hiyo kamamnalitekeleza? Aa, mafanikio unaweza tukayapima kwa njia nyingi, lakini njia ya rahisi tu ni idadi ya mikutano mikuu ya Kauki ambayo tayari imeshafanyika. labda mpaka sasa naweza nakwambia moja ya mafanikio makubwa tume, tumefanikiwa kufanya mikutano tisa ya umoja wa ukoo wa Kivenule ikiwa e, imefanyika katika mkoa wa Iringa na mkutano mmoja ulikuwa umefanyika katika jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo ni sehemu moja ya mafanikio, lakini mafanikio mengine ambayo tumeyapata pia ni ni wigo tumepanua wigo wa ndugu kufahamiana, ambapo pia kuna fursa fursa imewekwa ime, imewekwa wazi yani, kwa maana kupitia mkutano mkuu wa kila mwaka ndugu uweza kupata fursa ya kukutana na ndugu mbalimbali ambao wanaunda umoja wa ukoo wa Kivenule katika mkoa wa Iringa na mikoa mbalimbali ambako ndugu wanaishi. Nashukuru. Cool. Unawezaje kuzungumza swala zima la muundo wake? Muundo wa ukoo wa Kivenule upo wazi, kwa sababu ni kwa mujibu wa katiba na ndio mwongozo wetu. Umoja wa Ukoo wa Kivenule umegawanyika katika na umegawanyika naf... katika maeneo kama mawili. Eneo la kwanza ni viongozi wakuu wanaonda umoja wa ukoo wa Kivenule, KAUKI, lakini pia kuna viongozi wa kanda Viongozi wakuu wa KAUKI tuna mwenyekiti, makamu wake, makatibu mkuu na msaidizi wake, lakini mweka hazina pamoja na wasaidizi wawili. Na pia sehemu ya pili ya mundo wa KAUKI ni kanda. Tuna kanda sita, tuna kanda ya Mufindi, tuna kanda ya Magubike, tuna kanda ya Kidamali, tuna kanda ya Irore na kanda ya Nduli, hali kadhalika kanda ya Dar es Salaam. Hizi kanda zote tunazo, pia zina viongozi wake, kwa hiyo mara nyingi na kwa mujibu wa katiba, viongozi wa kanda nao wana majukumu yao yamebainishwa wazi ndani ya katiba. Kwa hiyo so, mnawezaje kupima ufanisi? Ufanisi wa kauki unapimwa kipimo cha, cha, cha kwanza ni mwitikio wa jamii yenyewe, yaani kwa mfano tunaweza tukasema tumefanikiwa kwa sababu kanda zote zimeweza kuandaa mkutano mara moja, isipokuwa kanda mbili ambazo zimepata fursa kuandaa mara la kanda moja ya Kidamali imepata fursa kuandaa mkutano mara mara mara tatu na kanda Magubike imeandaa mkutano mara mara mbili. Kwa maana hilo ni mojawapo ya mafanikio kubwa ambalo tunaweza tukajivunia kwa sababu uandalizi wa mikutano unatumia una gharama, lakini pia hata mwitikio wa jamii yenyewe kushiriki mikutano hiyo pia ni tunadhani pia hayo hayo ndio mafanikio makubwa na ni moja ya sehemu ya malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea. Katika mfululizo wa mahojiano yangu kuhusu vyama vya kijamii, vingi vimejikita katika masuala ya tamaduni na mila nyii la kwenu mnalionaje kuhusisha swala zima la uchumi na kuwezeshana? Sisi labda kifupi nikueleza, ndugu mtangazaji, umoja kuwa Kivenule una malengo mengi na moja ya lengo jingine ni, ku, ni kuiwezesha jamii kupitia mada mbalimbali ambazo zinawasilishwa zina katika mikutano mikuu. Labda nikueleze kifupi tu toka tuanze mtume na wa kwanza tumekuwa na nana, mikutano ambayo tumekuwa tukifanya kila mwaka kwa ajili ya ukoo wetu.